Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Mpendo wa mtazamaji wa MHAE TV, karibu kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi cha furaha na baraka nyingi. Leo tuko katika kitabu cha Mwanzo, bado tuko kwenye kitabu cha Mwanzo, na nikuombe turudi kidogo kwenye sura ya tatu. Pale tumeacha jambo muhimu, ahadi ya uchungu lakini ni ahadi iliyotolewa na Mungu Baba yetu wa mbinguni. Sasa tuanze mstari wa nane kwenye sura ya tatu. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua wa kupunga, Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone wa waka... Bwana Mungu akamwita waka Adamu, akamwambia uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni, ni uchi, nikajificha. Akasema, nani aliyekwambia kuwa uuchi? Je, umekula wewe matunda ya, ya mti niliyokuagiza ni usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo, nikala. Turuke kidogo, twende mstari wa kumi na nne. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni, watumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Turuke <coughs> tena kidogo twende mstari wa kumi na wa kumi na tano, a tuanze wa kumi na sita, akamwambia <coughs> akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako; kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mkeo, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako; kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako mchongoma na miba itakuzalia, nawe utakula mboga za, konde, za kondeni kwa jasho, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na jambo chungu, lakini lazima tulimeze, maana lishaahidiwa li, li lazima tulimeze maana liliahidiwa. Adamu na mkewe wakiwa katika bustani ya Edeni walimtenda Mungu dhambi. Mungu akakasirika akasema yafuatayo. Alianza kwa Hawa akamwambia, kwa kuwa umekula matunda ambayo nilisema msiale, basi utazaa kwa uchungu, utazaa kwa uchungu, na kwa na tamaa yako itakuwa kwa mumeo utazaa watoto kwa uchungu. Maana yake ni kwamba kabla hapo asingeweza kuzaa kwa uchungu, lakini kwa sababu ya kosa alilolifanya Mungu akasema utazaa, utazaa, maana yake ni jambo endelevu ambalo linaendelea mpaka kesho kutwa na mpaka milele. Wanawake wanazaa watoto kwa uchungu, watoto wanazaliwa kwa uchungu. Miaka hii tunayo ya maarifa, wa mama hupasuliwa tumbo na mtoto kutolewa lakini kabla hapo maarifa hayakuwepo, walikuwa wakizaa kwa uchungu. Hata uchungu ule wa kupasuliwa pia ni uchungu vile vile, hiyo ni tabu tu, moja kwa moja bado ni tabu. Mungu aliposema kwa uchungu mtazaa watoto, ndicho kilichotokea na kinachotokea. Na Adamu akageukiwa, akamwambia, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mkeo, kala matunda ambayo nilikuagiza nikisema, usiale umekula, basi hali zimelaaniwa kwa ajili yako ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Akamwambia kwa uchungu <laughs> na wewe utakula kwa uchungu, kwa jasho utakula, kwa jasho chakula. Kwa hiyo maana yake alikuwa kila tu pale na kufurahi, ambia tokea sasa utaanza kula kwa taabu, utaanza kula kwa taabu. Hizi ni ahadi ambazo zimekuwa zilitokea na zinaendelea kutokea. Enyi wanaume, kwa jasho hamli kweli, au mnakula kwa ulaini? Ni kwa jasho kwa jasho kwa kazi za za kuumiza mwili ndipo unaweza kupata riziki. Kwa hiyo jambo hili lina lilitokea na limekuwa endelevu, ni ahadi ya Mungu kwetu, lakini ni ahadi chungu sana, ni ahadi chungu sana. Mungu wa mbinguni akusaidia kubariki. Najua yawezekana wewe ni mama unapitia au ulishapitia katika kipindi hivyo. Basi, hii ni kutokana na kosa la mama wa kwanza Hawa. Na wewe ni mwanaume, bila shaka unapitia katika maisha magumu, maisha ya kutoa jasho jingi. Hiyo ni kosa ambalo lilifanywa na baba yetu Adamu zamani zile, na linatupata hata sisi leo, lakini ashukuriwe Mungu aliyemleta Yesu Kristo, aliyekuja kwa ajili ya upatanisho, akaturudisha kuwa marafiki na baba yake wa mbinguni. Kwa hiyo ni jambo la kufurahi kwamba tuko pamoja na Mungu wetu, na ni rafiki yetu, pamoja na jasho tunalopata, pamoja na tabu tunazopitia. Hata hivyo bado anatujali na anakuwa upande wetu na kutubariki. Usiogope, Mungu wa, wa, wa upendo anakupenda. Mungu wa upendo anakupenda, pamoja na changamoto nazopita, lakini usijali, bado Mungu anakupenda. Kitu muhimu, endelea kumpenda Mungu endelea kumtumikia kwa furaha na usiache kuniunga mkono rafiki yangu, mbarikiwe sana ninyi ambao mmekuwa mkisubscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV. Na wewe fanya hivyo, Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Tane kwenye kipindi kinachokuja, Mungu wa mbinguni akubariki katika jina la utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.